Chato, ndugu zangu Chato, oh yeah. Chato ni nyumbani kwa mpendwa wetu kaka yangu hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyote mtakubaliana nami kwamba hayati Magufuli alikuwa kiongozi shupavu, mzalendo na mwenye maono ya kimkakati na ya kimapinduzi. Na mimi najazia hapo, alikuwa ni mwalimu mzuri na mlezi mahiri. Nitaeleza kwa nini. Ndiyo maana kazi tuliyoianza awamu ya tano nimeweza kwenda nayo vizuri, kwa sababu alinielekeza vizuri na nililea vyema, ndiyo maana nimeweza Mheshimiwa hayati Magufuli aliniachia bwawa la Nyerere likiwa asilimia thelathini na saba. Nimeweza kulikamilisha na leo tunavuna umeme pale. Aliiacha reli ya SGR ambayo miradi yote tulianza pamoja awamu ya tano, lakini kama nilivyosema, kwa sababu alinielekeza vizuri na kunilea vyema, nimeweza reli ile aliacha Dar es Salaam Dodoma iko asilimia thalathini, na leo tayari watu wanasafiri na vipande kadhaa vya reli vinajengwa hadi kule Kigoma. Aliniachia daraja la Kigongo Busisi likiwa asilimia ishirini na moja. Leo tunasafiri dakika tano mpaka ngapi saba sijui, tatu kutoka huku mwanzo kuvuka kule mwisho, lakini ni daraja lililotufungulia kanda hii kwa kanda ya kibiashara kwenda nchi jirani. Miradi mingi ya kitaifa ambayo nilianza nayo, namshukuru Mungu nimeweza kuikamilisha, na ninamshukuru yeye kwa maonea, maono yake aliyokuwa nayo kwa wakati ule tukaanza miradi ile na kunifanya mimi niweze kuikamilisha. Nimekamilisha miradi hii yote na anaendelea kufanya mingine ili kumuenzi Dr. John Pombe Magufuli.